Na kwingineko serikali ya kaunti ya Busia imesisitiza kujitolewa kwake katika kuboresha viwango vya kilimo katika kaunti hiyo. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa kilimo katika kaunti hiyo Siplisha Mukok, akiwa katika kongamano lililowaleta pamoja washikadau wa kilimo eneo hilo, wakiwemo wakulima waliopata vifaa muhimu vya kuwasaidia kuendeleza kilimo cha kuwafaidi. Afisa mkuu wa kilimo kwenye serikali ya kaunti ya Busia Elijah Mwaro pia amehimiza haja ya wakulima kufanya vipimo maalum vya udongo vikiwemo viwango vya asidi na madini mengine kwa lengo la kuyapa mashamba yao aina sahihi ya pembejeo. Kwa mengi zaidi, mpenzi mtazamaji, niruhusu nipishe taarifa hiyo.

tunawalipanga tunawapanganga, so tunawa train mtafanya na ukazi hiyo. Knowledge msiache ikae na mioyo namna hiyo, but la muhimu ile kutoke nayo hapa. Unapopima udongo wako unajua ile dawa utaweka. Iko mambo mawili, unaweza kuwa na malaria na uamue kwanza kunua dawa, kuna ile nyingine uende upime na uambiwe ni hii dawa, wachana na hii, ndio itakumalizia. So kupima is not something you can fool around. Umeona? Ama unaweza amua uendelee, uende na baada uchukue gunia zako ile za mbolea na ukuje umwage vile unamwaga kila siku. Ama upime na ukuje upate umepunguza kwenye gunia ile unatumia sasa. Si ndio? Iko kona nyingine hata hata hapa hata ukiacha shida kila heka inakula siku. But now we are saying we want to be na sisi pia tunafanya na bunge kutengeneza sheria ya kuimarisha kilimo. Uh, hii maneno ya soili nimefurahi sana sana kukuwa na nini hapa siku ya leo, na sana sana kukuwa na waziri na chief officers na directors na uko banking na uko security account yote iko hapa leo, si ndio? na pia nyinyi, nafurahi sana kukuwa na nyinyi hapa siku ya leo. Isipokuwa ni nyinyi, hatuwezi kuwa hapa, si ni kweli hmm? Ni ukweli hmm. Na tuko hapa sababu ya wakulima we, hmm. So nawashukuru sana sana sana kwa kuwa na sisi hapa. Now, I want to first, um, thank waziri tena daktari leo nitawaziri kwa hitupa

a county ai governorsoma Busia county we have we a policy on world-based economic revitalization agenda to see to it that we change the economic fortunes of people of Busia Based on our survey 85 percent of our land in Busia is arable land and what has been happening and what has been hindering productivity